Ulikuwa ni wa kusimamia ukweli. Alipoulizwa wewe ndiye Kristo mwana wa Mungu, alisema wewe umesema. Kwa hivyo katika imani yetu tuwe ni wajasiri, tuwe wa kusimamia ukweli huo, hata kama inafika kiwango cha kifo. Mashahidi tunaowasherehekea katika imani ni watu ambao walisimamia ukweli, ni watu ambao hawakuwa tayari kumwasi Kristo. Yuda Iskarioti alimwasi, hakutaka kusimama na ukweli ambaye ni Kristo. Simioni Petro alimwasi, alipoulizwa unamjua mtu huyu, Simioni Petro akasema mimi simjui. wewe na mimi, ni mara ngapi Kristo ametaka tumshuhudie na tusimame pamoja naye na sisi tukamwasi? Ni mara ngapi Kristo ametaka tubebe msalaba pamoja naye na sisi tukamwachia msalaba au bebe peke yake? Kubeba msalaba kwa Yesu kutulete sisi kutambua umuhimu huo wa kuwa wajasiri katika imani. Jambo la nne ni kwamba Kristu alionyesha ile tunasema self control.